Karibuni sana katika YouTube channel yetu. Leo ninaenda kuwa na mada fupi sana ya kukuonyesha namna ya kuweza kuhakiki cheti chako cha RITA cheti chako, cha kuzaliwa kiwe cha hicho potezo. Namna gani unaweza ukahakiki cheti chako au ni namna gani? Nitakuja na mada nyingine, namna gani ya kuweza kuomba cheti kwa kutumia mfumo wa RITA. Kwa leo nitaenda kuonyesha namna ya kuhakiki cheti chako cha kuzaliwa. Kitu tutakachokifanya utaenda katika simu yako, utabonyeza sehemu ambapo kuna Chrome Kishabonyeza kromu utaenda kujaza kitu kinachoitwa Lita verification. Utaandika Lita, uh, Lita verification hii hapa, nitabonyeza hapo Lita, kisha nitaenda kuingia kwenye hii poto hapa juu hapa. Nikishabonyeza hii itaniletea sehemu ya kuweza kujiregister. Kuna sehemu ya kujiregister, kuna sehemu ya register check now, login, sign in. Mimi nitaenda sehemu ya kujiregister kama sina akaunti ambapo nikisha bonyeza register, hizi nitajaza details zangu first name, middle name, last name. Nitaselect sex, nitaselect national, nitaweka namba ya simu, nitaweka email, alafu nitaweka password, alafu baadaye nitaconfirm password yangu. Na baada ya hapo nitabonyeza register, tayari ya akaunti yangu itakuwa imetengenezwa. Baada ya hapo nitakuja sehemu ya sign in, kwa sababu mimi na akaunti, nitabonyeza sign in nikishabonyeza sign in, nitakuja niweke username na password yangu ambayo natumia shida magembe hii. Alafu baadaye nitafanya authentication, ita log in. Ikisha log in, lengo langu mimi ni kwenda kuhakiki cheti cha kuzaliwa. Nitabonyeza nitabonyeza birth service, nitabonyeza birth service. Baada ya hapo, nitaletewa namna hii, kuna vyeti vya watu wengi ambao nishaikuhakiki kwao. Baada ya hapo, nitakuja hapa start a new application Start new application. Baada ya hapo, nitakuja hapa certificate verification, nitabonyeza certificate verification. Baada ya hapo, nitaanza kujaza, uh, verification information. Nitaenter nita, kimfano hapa, hii ni enter number ya cheti chako ambayo inakuwa kwa juu. Nitaweka tarehe ya kuzaliwa, uh, nitaset hapa na kuonyesha. Nitaweka first name, nitaweka sala la mama, uh, middle name, nitaweka Justini, uh, last name, nitaweka Mayara, nita select reason reason ni for loan board, nitaweka loan board. Baada ya hapo, nitakuja first name applicant information. Ane cheti cha nani kinachohakikiwa, tutajaza ni cha msa, nitakuja hapa Matias, nitakuja last name ni Buguhi, nitakuja mobile name hii hapa. Baada ya hapo, physical address nitaweka Kahama, alafu nitasema kwamba select relationship. Relationship na hakiki cheti hiki basi ni nani? Nitaweka ni mother au baadaye nitafanya nini? Nitaboenza continue. Nikishaboenza continue itania itaniletea taarifa zangu niweze kuzihakiki kama ziko sawa na cha kwenye cheti. Hakikisha taarifa zako zilizoko hapa zinafanana za kwenye cheti. Baada ya kuhakiki kwamba taarifa zangu ziko sawa, nitasema fanya nini? Nitaboenza hapa kwamba i have read and